Tuelekee kule Kisii ambapo binti mmoja katika kaunti hiyo ameonyesha ukakamavu wa kutafuta elimu licha ya kuwa na uwezo mdogo wa kufadhili masomo yake. Edna Mwango ambaye anasoma chuo cha mafunzo ya matibabu cha KMTC anatumia muda wake nje chuo, mboga, ya chuo kuuza mboga ili kukidhi mahitaji yake ya karo. Binti huyo wa miaka ishirini na tatu akisema ana ari kubwa ya kukamilisha masomo yake na kupata ajira. Crispin Otieno ana taarifa hii kutoka Kisii. Ni azma ya kila mwanafunzi anayekamilisha kidato cha nne kutimiza ndoto ya elimu na kujiandaa kwa maisha yanayofuata. Ni matumaini haya ambayo Edna Mwango, mwanafunzi wa chuo cha mafunzo ya matibabu cha KMTC KC, anafahamu fika. Safari ya Edna kukamilisha masomo yake ya matibabu ya mifupa na dharura haijakuwa rahisi, kwani amekuwa akilazimika kutafuta kazi za ziada kukidhi mahitaji ya karo. Leo hii akiwa na deni la takriban shilingi laki moja unusu, kibarua cha kulipa karo yake kimekuwa kizito. Edna sasa akiamua kufanya kazi ya uchuuzi akiwa hayuko darasani. Hapa anaonekana kuvumilia kijibaridi na uteo kichwani. Malengo yake ni angalau kuuza nyanya na vitunguu, kujaribu haba na haba kujaza kibaba chake cha karo nyumbani kwao kijijini Nyakeiri maeneo ya Marani kaunti ya Kisii Edna anaishi hapa na nyanyake baada ya mamake kuaga dunia akiwa mtoto mchanga hali ngumu ya maisha hapa ni dhahiri kwa sasa hivi sina pesa huku nyumbani nimepanda mboga na nipia grass tangu niingie shuleni nimepata challenges mingi kufanya kazi sina wakati wa kusoma na kubalance kufanya kazi na kuenda shule. Kwa kuusausa ndio wapate pesa, kwa msichana sio vizuri, na hiyo ni usiku. Kitu ninachopenda ni kuendelea na masomo yangu mahali nimefika hadi nimalize, nimalize course ninayoifanya, nipate kazi, nijenge huku nyumbani kwetu na kusaidia familia yangu having. Japo kuna mawimbi makali yanayopiga ndoto ya binti huyu, matumaini kwake yangalipo licha ya kupitia changamoto si haba na kuendelea kukata kiu yake ya elimu. Edna anasema kamwe hata kata tamaa, na natumai kwamba ipo siku atamaliza kozi yake ya udaktari ili kubadili mahali anakotoka katika sehemu hii ya Kitutu Chache Kaskazini. Crispin Otieno Runinga ya Citizen Sombogo katika Kitutu Chache North Kaunti ya Kisii.